Miaka mingi iliyopita, magazeti yalikuwa yanauzwa kwa kawaida na wauzaji kwenye pembe za barabara. Haikuwa jambo la kushangaza kuona mtoto akiwa na rundo la magazeti akiwaita watu, unajua, kusoma yote, kusoma yote. Naam, watoto hawa waliitwa kwa jina la utani nyusize kwa sababu walikuwa wakileta habari. Naam, katika siku hizo, baada ya gazeti kuchapishwa, wakati mwingine tukio la ajabu lingetokea na magazeti yangechapisha haraka kile walichokiita eftra. Hiyo ni toleo dogo zaidi. Kisha wangeajiri watoto hawa wadogo kwa senti chache kwa siku, ili watoke huko na kuita eftra, eftra, soma yote. Kuna kitu kinatokea na unapaswa kujua kinachoendelea. Naam, unajua, aina hiyo ya haraka na msisimko ni hisia sawa ninayopata Ninaposoma zaburi hizi chache zinazofuata. Zaburi hizi ni ni habari kubwa, na hutaki kukosa kile wanachosema sasa. Zaburi ya 45 ni uchapishaji wa wimbo wa harusi kwa mfalme na bibi arusi wake. Inawezekana ilitengenezwa awali kwa ajili ya harusi ya Sulemani na binti wa Farao. Inawezekana iliandikwa kwa ajili ya harusi ya mfalme Hezekia na bibi arusi wake au mfalme mwingine wa Israeli. Hatujui kwa uhakika, lakini tunajua kwamba inatumika kama picha ya kinabii ya harusi ya bibi harusi wa Kristo akichukuliwa katika jumba la Bwana. Kwa kweli, mwandishi wa kitabu cha Waibrania atainukuu Zaburi arobaini na tano hisita na kuihusisha moja kwa moja na Yesu Kristo. Mungu Baba anazungumza na Mungu Mwana na ananukuu aya hii katika Waibrania moja, nane. Inasema hivi: kiti chako cha enzi e Mungu ni cha milele na milele, fimbo ya haki ni fimbo ya ufalme wako. Sasa hii ni moja ya aya zenye nguvu zaidi katika Agano Jipya inayotangaza uungu wa Yesu. Mungu Baba mwenyewe katika maandiko hayo anamuita Yesu Mungu na anarejelea kiti cha enzi cha Bwana kama cha milele. Siku moja waliokombolewa watawasilishwa kwa Bwana Yesu kama bibi harusi akielekea kwa bwana harusi wake. Unaweza kuona maandamano ya harusi hapa katika aya ya 13 wakati Zaburi 45 inafikia hitimisho: binti mfalme ni mtukufu kabisa katika chumba chake, akiwa na mavazi yaliyosokotwa kwa dhahabu. Katika mavazi ya rangi nyingi, anaongozwa kwa mfalme, na wenzake mabikira wakimfuata nyuma yake. Nadhani hao ni wasimamizi wa bibi arusi, kwa furaha na shangwe, wanaongozwa wanapoingia katika jumba la mfalme. Sasa kwa hayo tunaingia moja kwa moja katika Zaburi sura ya 46, na katika zaburi hii maalum tunapewa kichwa kichwa hiki hapa kinachotuambia kwamba zaburi hii inapaswa kuwekwa au wimbwa kulingana na Alamoth. Alamoth ni neno la Kiebrania linalomaanisha wanawake vijana. Sasa hatuna uhakika kabisa, lakini zaburi hii huenda iliimbwa na sehemu ya sauti ya juu ya kwaya. Zaburi arobaini na sita inakusudiwa kuwa ya kutuliza na kutia moyo kwa muumini, na na kweli ni hivyo tunapopitia hii zaburi. Hii imegawanywa hapa katika beti tatu na kila beti inaishia na neno Sela tena sela ni alama ya muziki inayomaanisha pumzika na tafakari. Kwa hivyo mtunzi kimsingi anasema hapa mwishoni mwa kila beti ah, nataka usimame kidogo na nataka ufikiria kuhusu kile ulichosikia, au au labda kile ulichokiimba. Sela inamaanisha polepole, nafikiria hili kwa makini. Ah, nataka kusimama hapa ah, na kupumzika kwa muda mfupi. Husema kwamba Mkristo wa kawaida anahitaji kufanya zaidi ya kupumzika na kupaniki kidogo. Ah, sijui kuhusu wewe, lakini lakini mimi binafsi nahitaji zaidi ya sela moyoni mwangu na katika maisha yangu. Beti ya kwanza inaanza hapa katika mstari wa kwanza: Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu, msaada uliopo sana wakati wa shida. Neno hapa kwa shida linatokana na kitenzi cha Kiebrania kinachomaanisha kuwa na vikwazo, kuwa na nafasi finyu, kuwa katika sehemu nyembamba, kuwa umekwama katika hali ngumu maishani. Na sote tunateseka na hofu ya kiroho ya kuwa katika nafasi ndogo, sivyo? Sisi hatupendi kukwama, na maandiko haya yanamaanisha kwamba kwamba Mungu anaweza asikuahidi kutokuwepo kwa hisia ya kukwama. Uh, shida wa kweli ni sehemu ya maisha wakati mwingine hakuna njia ya kuepuka na hakuna njia ya kuizunguka utahitaji tu kupitia moja kwa moja mwandishi wa zaburi anasema unapokuwa hapo na unahitaji kupitia mahali hapo penye nafasi ndogo na finyu mungu ni ujasiri wako mungu ni nguvu zako mungu anapitia hapo yeye ni msaada uliopo kila wakati katika aina hiyo ya shida sasa shida hiyo inaweza kuwa mbaya kiasi gani? Naam, mstari wa pili unasema ijapokuwa dunia inatoweka, ijapokuwa milima inasogezwa hadi katikati ya bahari, ijapokuwa maji yake yananguruma na kufoka. Hu, hiyo hiyo inaonekana kama shida kubwa kwangu. Hii ni dhoruba kubwa. Sikuweza kusaidia ila kugundua kurudiwa kwa neno ijapokuwa. Ijapokuwa hili linatokea, Mungu ni kimbilio lako na nguvu zako. Ijapokuwa inaweza kutafsiriwa kama ingawa, ingawa kuna dhoruba. Mungu ni nguvu zako. Najiuliza sasa hivi katika maisha yako ni nini hicho ingawa kinaweza kutokea? Labda unasema ingawa nimefilisika tu, au ingawa kazi yangu imeisha tu, ingawa rafiki wa karibu alinisaliti, au ingawa akiba yetu ya kustaafu ilipotea, ingawa ndoa yangu ilimalizika, ingawa madaktari walilazimika kusema hapana, ingawa mpendwa alikufa tu, ingawa ajali hiyo ilitokea tu, ingawa, ingawa, Mungu alikuwa hapo. Licha ya kila kitu, Mungu anapatikana na Mungu anajua. Sela. Fikiria kuhusu hilo. Sawa, ubeti wa pili unaanza hapa katika mstari wa nne: kuna mto ambao vijito vyake hufurahisha mji wa Mungu. Sasa mstari huu hapa una maana ya kinabii, sio tu kwamba Mungu ni kimbilio letu la sasa. Mji wa Mungu utakuwa siku moja kimbilio letu la kudumu. Ufunuo ishirini na moja ya tatu inaielezea, tazama: maskani ya Mungu iko pamoja na wanadamu, atakaa pamoja nao, nao atakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao kama Mungu wao. Atapanguza kila chozi kutoka machoni pao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu tena, kwa maana mambo ya kale yamepita. wow. Fikiria hilo wapendwa, siku moja kutakuwa na amani duniani. Wakati huo huo kunaweza kuwa na amani moyoni mwako unapomwamini Mungu ambaye anadhibiti kwa hivyo. Sela, fikiria tu kuhusu hilo leo. Sasa ubeti wa tatu unaanza, na ni ahadi ya amani inayokuja duniani. Mstari wa tisa unatueleza kwamba Bwana anafanya vita vikome hadi mwisho wa dunia, anavunja upinde na kuvunja mkuki anachoma magari ya vita kwa moto. Hii ni ahadi ya kinabii ya ufalme wa Mungu unaokuja kupitia Kristo, na wakati Yesu atakapomaliza vita vyote kwa njia. Mungu analaumiwa leo kwa vita duniani, na nawacha nikukumbushe tu, Mungu haanzi vita yoyote duniani kati ya mataifa. Unajua, mwanadamu ana uwezo wa kushughulikia hilo peke yao lakini siku moja, tunaambiwa hapa Mungu atamaliza vita vyote. Sasa haitatokea kwa sababu mataifa unajua yanapitisha azimio fulani na au kuvuta bomba la amani, au chochote. Hizo hizo mambo hazidumu muda mrefu vya kutosha kwa wino mwenye mkataba wa amani ukauka uka. Haitatokea kwa sababu mtu sahihi ameketi katika ikulu ya Marekani au au katika moja ya mabunge ya dunia yetu. Hapana, hii itatokea tu wakati Yesu atakapoketi kwenye kiti chake cha enzi katika ufalme unaokuja. Sasa wacha nikuambie, mwandishi wa Zaburi asemi tu kuhusu dunia yetu yenye matatizo. Yeye anazungumzia hasa moyo wetu wenye matatizo. Mstari wa kumi unasema, tulieni, mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitainuliwa kati ya mataifa, nitainuliwa duniani. Tulieni. Katika lugha ya Kiebrania hilo ni neno linalomaanisha pumzika. Acha kuogopa. Kwa maneno mengine, acha kujaribu kudhibiti kila kitu kinachokuzunguka. Watu, pali. Acha kujaribu kupanga matukio yote ya maisha yako ili yafanikiwe kikamilifu. Acha kujaribu kuwa na udhibiti wa kila kitu. Tulieni. Unaweza kusema acha kujitahidi. Hiyo ni njia nyingine ya kusema acha kujaribu kucheza nafasi ya Mungu. Jua tu kwamba yeye ni Mungu. Na na kama Mungu anaweza kushughulikia mataifa, je, hawezi kukushughulikia wewe? Hii itabadilisha hofu kuwa amani katika mioyo yetu, inatuongoza kwenye hisia ya furaha ya matarajio kwa kweli tunapoingia katika Zaburi 47 tunapewa picha ya kinabii ya mwisho wa siku na ufalme wa Yesu duniani. Mstari wa kwanza unatoa mwaliko huu wa raia wote wa ufalme huu ujao ambao wamemtambua wa imani Bwana Yesu Kristo kama mfalme, na nawacha nisome mwaliko huo kwako. Hapa ipo: pigeni makofi enyi watu wote. Mpigeni Mungu. Kelele za furaha kwa maana Bwana aliye juu sana anastahili kuogopwa, mfalme mkuu juu ya dunia yote. Ni siku gani hiyo itakuwa Yesu atakapotawala ufalme wake wa milenia duniani! Wacha nikuambie, hii ndiyo habari kuu ya habari zote. Hapa hapa kuna habari za ziada tunazohitaji kusoma leo. Kwa kweli mstari wa nane unatangaza habari: Mungu anatawala mataifa, Mungu anaketi kwenye kiti chake kitakatifu. Kweli hapo ni mahali pazuri pa kusimama kwa leo. Mpaka wakati wetu ujao, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote, tamina.